Kilimo ilikuwa inatajwa kuchangia asilimia 100 ya chakula nchini mm-hmm. Asilimia 60 ya mali ghafi za viwandani na asilimia 27.7 ya pato la taifa pamoja na asilimia 25 ya fedha za kigeni, Victoria Patrick, hii hizi ni za wakati ule, Victoria Patrick, na, na, na, kabla ya miaka hii mitano sasa, sijui tukienda kuangalia tathmini hii ndani ya hii miaka ambayo pasi na shaka ndio ambayo wa anakuja kulieleza bunge kwamba ni kipi kimefanyika kwa bunge wakati wa bunge hili la 12 tangu yeye ameshika hatamu ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm -hmm, na utaniambia sasa sisi wenyewe tunajifanyia tathmini yetu wenyewe mm -hmm. <laughs> Kabla eh, rais atakuja kuyasema haya kwake aliyoyaandaa, lakini sisi kwa jicho la mtazamaji, kwa sababu unaambiwa kama hus, ujui kusoma picha, pia picha nayo inaongea ndio kwa sababu tukiangalia upande wa sekta ya kilimo, kila baada ya, ya, ya, ya mwaka tunaporejea hapa kwa ajili ya bunge la bajeti tunasikia jinsi ambavyo waziri wa, wa, wa kilimo, kilimo anapozungumzia anavyozungumzia e, bajeti iliyopita imefanya nini katika sekta ya kilimo. Tumeona mbolea ya ruzuku tumeona mbegu pembejeo, e, matrekta, lakini tumeona hata maafisa ugani wakipewa vitendea kazi. Zamani ilikuwa afisa ugani mmoja katika labda kata ngapi sijui, lakini sasa hivi wamesema ambazo ndio tunasema tunajua kwamba hawatoshi, lakini wale waliopo wachache ambao serikali imewekeza kwao tumeona wakifanya kazi, na kwa hiyo tumeona na mazao unajua, kuna wakati tulikuwa tunalisha nchi nyingine hapa, hata kipindi kile cha COVID bado viongozi wetu waliendelea kutupa moyo kwamba tufanye kazi tuendelee kumwomba Mungu, lakini tujilinde, tuchukua tahadhari, lakini bado tuliendelea kuzalisha na hatimaye tuliweza kulipa hela nyingi kuliko zamani. Ilikuwa inauzwa shilingi sijui elfu tatu, elfu mbili mia tano. <laughs> Kwa hiyo wamepiga hatua eh, kwa kiasi kikubwa, hakika Victoria Patrick. Na pamoja na hayo ambayo alieleza sasa kwamba pato la taifa uchangiwaji wake kutokana na sekta ya kilimo eh, kwamba ni asilimia 25 ya fedha za kigeni hasa eh. Lakini akasema hata hivyo pamoja na mafanikio hayo, sekta ya kilimo bado inakabiliwa na matatizo mengi, lakini kubwa zaidi ni udogo wa tija pamoja na uhaba wa mavuno. Na unajua Victoria Patrick, hapa kwenye tija na mavuno, kwa takwimu ambazo zinaeleza, wakulima wamekuwa kipoteza jasho jingi sana kwenye kulima sio kuanzia kwenye hatua za maandalizi ya mashamba Like, wanapokuja ku, eh, sasa hilo jasho kwenye maandalizi, kuja kupanda, kupalilia, kuvuna. Sasa kwanza kwenye kuhudumia shamba lenye mazao yale baada ya kuwa yameota, sasa kwenye kuvuna ndio kasheshe. Kasheshe atavuna pengine mengi hayo mazao, lakini anakuja kupotea mengi. Zaidi ya asilimia arobaini mpaka hamsini ya mazao yanatajwa kupotea baada ya kuvunwa kutoka e, pale shambani ili yahamishwe yapelekwe kama ni ghalani, kutoka kwenye ghala yafike sokoni. Na kwa kulitambua hiyo la sasa, ndio mnyororo mzima wa thamani ukawa ume, umefanywa kazi kwa kuhakikisha sasa barabara zifike mpaka kwenye mashamba huko miundo mbinu kama ulivyoeleza, matrekta hayo, mafisa ugani wafikishwe maeneo ya mashamba huko, na wapelekewe zana kabisa e, za, ku, za kufanyia kazi huko wanapoenda kuwatembelea hao wakulima. Si unaenda tu kuwa ni e, afisa ugani jina tu mm. E, au na hata cha kuoneshea kipande. Wewe kama shahuda, ningeenda kwenye eneo lako na kwenda kununua mboga za mke wako na familia yako <laughs> akupeleka nyumbani, mbona mke wake peke yake? Wapo maafisa ugani wa kike, ndiyo e, na mume kwa familia na kupita nayo kule kujigamba nayo, lakini kumbe ni mali ya wa Watanzania. Ile umepewa tu e, mamlaka ya kwenda kusimamia, kwa sababu hatuwezi kwenda kusimamia wote pale. Umepewa namna, umepewa mamlaka hiyo, naenda kawafanyia wa Watanzania kazi. Umenikumbusha